Katika moja ya miji iliyopotea adabu, Zanzibar. Hapa nitakaa kidogo, alafu ndo nafunga muhadhara wangu. Adabu imepotea Zanzibar, tena imepotea kwenye jamii, adabu imepotea mpaka kwenye dini. Adabu liwaambia watu leo. Namshukuru Mungu, nimekuja jana Pemba, uchaguzi umesalia wiki moja, nyuma nisingekuja. Tulizolewa na dunia, watu hawakusema fulani na fulani eti sababu uchaguzi, siasa. Wazee wangu Wapemba, mmevunja udugu wenu, mmekataana, watu wamepata vilema, watu wamekufa kwa sababu ya siasa, dunia imewazoa wangapi tuseme ukweli, hamkupoteza ndugu zenu kwa sababu ya siasa? Hebu kuweni wa kweli. Nani katika ninyi alitoa machozi akamkataa ya ndugu yake kwa sababu ya kuswali? Nani kamkataa mwanawe hakwenda madrasa? Mbona hamkuwatenga watoto wenu? wamekimbia madrasa, wamekimbia skuli, hawaendi kuswali mchana kweupe, Ramadhani hawafungi. Wanakula, nani alimkataa ndugu yake? Mulikataana kwa sababu ya siasa. Siasa iliwatoa katika utu wenu. Ilifika wakati tunaambiwa siasa, tunaamini kinachosemwa ni aya ya Qurani, tuliamini maneno ya siasa kuliko ni Qurani. Dunia adunia wa makayiduha, dunia na vituko vyake, imetunyang'anya ule utu wetu wa asili. Unakwenda Zanzibari, dini kila mahala ukimchokoza binti Qurani binti hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo siasa imetuvuruga. Sina maana tuwache siasa, tusiiendekeze siasa. Kuiendekeza siasa ni kuvaa vituko vya dunia, vitatupoteza. Wewe chama chako fulani, na huyu chama chake fulani, lakini ni familia moja, nyote Waislamu. Kutofautiana kwenu vyama kusiwafanyeni musisalimiane, musisaidiane, wallahi ni kuiendekeza dunia, na ndicho kilichosemwa bal tuuthiruna alhayata dunia. Mmepigika, mmeloea na maisha ya dunia, munatoka kwenye mstari. Wazee wangu, wakwe zangu, Wapemba, fanyeni istighfari, amri ya Nabii Nuhu alioambiwa na Mungu awaambie watu wake. Na mimi nakwambieni Pemba, mnaondosha baraka ilmu na dini iliyojazana mmeitoa. Mmeamua kuacha dini, mmeshika sana siasa, dini hamuitaki. Vile ilivyo Nuhu alioambia wa watu, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidhikum biamwalin wa banin wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhara. Mimi kwa bakhti nzuri wazee wangu, hodari wa kutembea tembea nchi jirani hizi ajabu na kwenda kumwona mkimbizi eti Mpemba. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi msione ni jambo la kawaida. Mpemba anakuwaje mkimbizi? Nimewaona Malawi wakimbizi, eti wapemba wakimbizi, wamekimbia kwao. Nimewaona Boswana wakimbizi, nimewaona South Africa wakimbizi. Haiwezekani wazee wangu, turudini katika mstari. Tupendeni siasa, tushikeni siasa tupendeni michezo tushikeni michezo, lakini hivi vyote ni dunia, visitutoe kwenye dini yetu. Siasa isiwe sababu ya sisi kutosema na thubutu. Kuwaomba, akija mtu na siasa ya kukugaweni, msikubali na msilazimishane. Haya ni mambo ya kidunia. Nimewasikia wazee wanasema kila mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake. Wewe kama mpango wako wa kula upo kafu, kaa kafu, tusisumbuane na we. Kama mpango wako unaona barabara uko e ICT kaa huko huko, yule mpango wake uko CCM kaa huko. Dini haina mwenyekiti. Ukiona mahala kuna mwenyekiti, kuna mpango wa hela. Tumetoka kuswali hapa, nani mwenyekiti wa magharibi? hakuna hela, hawezi kukaa mwenyekiti. Tukifika hata huko, ukisikia kuna kamati ya nini, kamati ya nini, ukisikia mahala kuna harufu ya hela, usikia mwenyekiti wa zaka, kuna hela hapo. Sinyi mnanielewa? Hamnaona kama vile nawapigia makelele tu, kaja mdengeleko kwa sababu anajivuna mkwe wetu, tumwacheache. Ah, ah, nawaamsheni turudisheni hali yetu. Wewe, kafu, mpigie kampeni CCM, amfuate wa mgombea wako, na wee CCM piga kampeni kwamba huko ulikokuwa siko njoo huku, lakini tusiuache udugu wetu, ni jambo bora kabisa. Almuslimu ahulmuslimu, hakuna aya wala hadithi nasema alchadema ahulchadema, hakuna hiyo. Al ACT wazalendo, ahul ACT wazalendo amna, kuna almuslimu akhul muslim hadithi ya bwana Mtume, mwislamu wa sawasawa siku zote anakuwa ni ndugu wa mwislamu mwingine. Qurani ikasemaje, innamal muminuna ikhwa, waislamu wote waishi wakiwa ndugu moja. Waislamu sio kafu, sio CHADEMA, siyo ACT Wazalendo, mnaacha Uislamu wazee wangu, mnakuja siasa inakugaweni kwenye udugu wenu. Hamuoni shaitani katufuruga? au kama qala llahu jalla subhanahu wa zayyana lahumu shaitanu amalahum, shaitani amekuja kutupambia yetu yahovyo, tukaona tunapatia. Na wanasiasa wajanja, wanapolitakalau wanamtafuta mtu wa kumvika, ikaonekana huku Pemba waislamu ni wengi zaidi, au tuseme asilimia 99.9 wanasiasa siasa ikapelekwa katika vinywa vya mashehe, siasa ikawa inahubiriwa na mashehe. Kwa hiyo ikaonekana hii kama aya. Munielewe vizuri, na kuombeni, Uislamu ndio kitu cha kuheshimika, Uislamu ndio kitu nambari wani. Piganeni kampeni, we una wako na mi na mgombea wangu nikiona wa kwangu muhimu nitapiga kampeni, achana na wako, njoo kwangu. Nawe kama wako muhimu, nipige kampeni, nije kwako. Lakini hakuna kuvunja udugu wetu ambao katufungishia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni neema wallahi, alichotufanyia Bwana Mtume ni neema, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith thumma latus'aluna yawma idhin ani naim. Wallahi wazazi wangu, wazee wangu, siku ya kiyama mtaulizwa na neema hii aliyokuachieni Bwana Mtume mtakuja kuulizwa neema hii, muliishika kiasi gani? Mkanyang'anywa umoja wenu wa dini, mkashindiliwa siasa. Mtu anamuona muislamu mwenziwe anasema, msikiti huu wa nani? Msikiti huu wa kafu, siendi kuswali. Hi haya yamekwenda, yametuchafua mpaka kwenye dini, tunagombania madhehebu. Sasa hivi wengine wanakwenda mahala, wanachungulia imamu wanafunga mikono wapi. Ah, imamu anafunga huku singi msikiti huo, yani ni vitu vya kipuuzi pale. Alipotuacha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungebaki pale, msikilize Bwana Mtume anasema tatadaa ilaikum lumamu kama tadaa alaakalat ila kasatiha qalu awa min qilatin yaumaidhin ya rasul llah qala la bal antum hinaidhin kathirun walakinakum huthaun kahuthai sair la takduruna ala shai. Mtume anawaambia masahaba, itafika wakati mataifa ya kiadui ya kikafiri yataalikana kuja kukushambulieni Waislamu. Mtume anawaambia masahaba, itafika wakati huo mataifa ya kikafiri yataalikana yaje kuwabana kuwashambulia Waislamu. Akasema kama tadaa alakalatu ila kasatiha, kama mfano wanavyoweza kuitana watu wanaotaka kula wanavyoitana kwenye sahani, jamani chakula tayari, wakaizunguka sahani, ndivyo mataifa ya kikafiri yatakavyoitana dhidi ya, ya Waislamu. Masahaba wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, itafika hali hiyo, wakati huo si tutakuwa wachache? Mtume anawaambia la, mtakuwa wengi kweli kweli lakini hamtakuwa wamoja, hamtapendana, mtakuwa mfano wa povu, kama povu la maji, hamtaweza chochote, wingi wenu hautasaidia. Sasa leo waislamu mwagombana wenyewe, mwagawana wenyewe udugu kwa sababu ya siasa, akija adui yenu anafanya, si anawamaliza? Leo hii tumefikia muislamu anakwenda kufungwa, sababu ni mwislamu, tumefika hapo watu wanawatumia Waislamu Islam. Mwislamu anakuwa sababu ya kudhurika mwislamu mwingine, na wala hatumii hivi. Kweli tunaamini ndio jihadi? Uona beba mawe mwenzio anabunduki, ndio jihadi hiyo au jinga huo? If you fail to plan, you are planning to fail. Ukishindwa kujipanga, tafsiri yake unajipanga kushindwa. Mwenzio anakuja na mabomu, naenda na takidiri Uislamu, ndo unataka hivyo vita vyenyewe. Uislamu nataka kwanza mujiandae, hakuna kwenda vitani mjajiandaa. Wewe umezoea kuswali vitani utaweza? Ukisikia bomu, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Qur'ani inataka hivyo mufanye maandalizi ya kutosha, lakini pili, Qur'ani inataka vita mkipigana basi hamna, hamna mmoja kwa wawili Sio mpo, mpo ishirini mnaenda kugombana na watu elfu. Uislamu hujafundisha hivyo, lakini ukisikia vita wanakwenda waumini, sio waislamu tu waumini. Mungu alimwambia Bwana Mtume, ya ayuha nabiyu haridhu lmuminina ala lqital, awaimize waumini, watu ambao wamepiga hatua kwenye uislamu ndio waende kwenye vita. Tunaambizana kwa siasa zetu, jihadi, takbir, una mawe matatu mfukoni unaenda takbir na mawe Watu wanakuja na mabomu, nyi mnatafuta kufa. Uislamu haufundishi hivyo. Kao niwaombe wazee wangu, ili niwaache nitoke, tanisame nitaa kuongea dakika kumi na tano ishirini, lakini tena ndio hivyo, maiki hizi tamu kuliko koni za baharesa. Niwaombe turudi, tujipange upya, siasa zao zisitugawe sisi na kwa maslahi ya nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kwenda kumchagua anayemuona anafaa. Mimi na mgombea wangu naona huyu anafaa, na wewe una wakwako, tusilazimishane kwa sababu ya kanuni. Tumekubaliana, ittafaqna ala alla natafika, tumekubaliana. Tusikubaliane ya leo maneno ya mantiki. Tumekubaliana, eh, baba wewe, unapenda mwanamke mweupe, mimi napenda rangi ya asili nyu mweusi Usinilazimishe unayempenda we na mimi nimpende huyu. Anapenda mwanamke mwenye matege kidogo kama goli, mi napenda mwanamke mwenye miguu mimbamba imenyoka. Kwa hiyo kila mmoja akaya anapopataka, tusiseme watu wote siti, watu wote kafu, watu wote asi. Kweli kila mmoja awe na uhuru wa kumteua, kumchagua mgombea anayeona anafaa, lakini tuna uhuru wa kufanyiana kampeni, tuteue kitakachotufaa katika nchi yetu. Tutaimizana, lakini sio kulazimishana lakini sio kuondosha udugu wetu huku, tukitunza utamaduni wetu kwamba sisi ni waungwana, sisi ni wanadini. Siasa za matusi hapana. Mkimwona mtu anataka kula na matusi, achaneni naye, hafai. Mwisho, wazee wangu, baba zangu, babu zangu, tusaidieni nyie, wajukuu zenu, watoto wenu, tunakufa kwa ujinga wa siasa. Twendeni tukapige kura, tukimaliza, tukafanya mengine, kila mmoja na jukumu lake. Habari za kusema tunalinda kura zetu ni uongo. Kura zinahesabiwa ndani, si tumeka nje, unalindaje kule? Kama kweli wanataka kubadilisha, si wanabadilisha huko ndani, unalindaje huko nje? Ni ujeuri tu, hakuna kulinda kura. Kapige kura, kapumzike. Watakugonga askari, na washatangaza. alafu unaumia, nasema e, bwana, nimeumia nini? Mpango wa Mungu, mpango wa Mungu. Jeuri, mtu anakwambia ondoka. Tena mwenye nyumba yake anakwambia toka, nilikualika uje kwenye ndoa ya mwanangu. Ndoa aishaisha, ondoka kwenu. Mi bado nipo, tunataka nione mpaka majamvi yanatolewaje. Haiwezekani. Hii ni nchi, hii ni dola. Wakishasema pigeni kura, ondokeni, ondokeni. Waislamu tunaonekana sisi magaidi sisi maji tukatae kwa vitendo. Waislamu sio magaidi, Waislamu ndio chanzo cha amani na upendo duniani. Tuoneshe amani na upendo, tusikubaliana na haya mengine. Yeye kakaa nyumbani kwake anasema lindeni. Kula kalinde mwenyewe kama jambo rahisi. Wewe si ndio unayetaka kalinde, si tushakupigia kula, kalinde yaani mtu kalala kwake anakuambia tutokeni, tukaandamane. Anza kutoka kwetu kuone na mkeo na, na wanaotoka, sisi tutakuja nyuma. Yeye yeah, atoke, anasema tangulieni. Yani tukavunjike si miguu, yeka kaa gorofani, kikinuka mwenzetu, ana uwezo wa kwenda kujitibia India, si tunaenda wete ii. Mnanielewa eh? Akili ya kupewa changanya na yako. Muislamu ni mtiifu. Natuombe dua sana, Mungu ajalie viongozi wetu wawe waadilifu. Mungu atupe kiongozi anayetufaa anayemuona yeye, Allah, huyu ndiye anafaa. Allah atupe huyo Tumwombeni Mungu, sio kwa kufanya fujo, sio kwa matusi, sio kwa kashfa, sio kwa kuvunjia na adabu. Tunayo silaha yetu katuachia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, dua. Tuombeni dua. Ya nini kukashfiana? Ya nini kutukanana? Ya nini kudhalilishana? Yule Dokta Huseni Mwinyi yule ana wanawe yule, kama ulivyokuwa wewe una babako. Watu wakimtukana mzazi wako utasikia raha? Kwa nini mtukane mzazi wa mwenzio? Yule Mama Samia na watoto wake yule, na kama ulivyokuwaona mamako hivi, watu wakimtukana mamako unajisikiaje? Utajisikia raha? Kwani utukane mamama wenzio? Tuwe na adabu. Uislamu wetu ni adabu. Kabla ya kusema Dokta Huseni Mwislamu, sijui nani Mwislamu, achana nayo, ni mwanadamu tu yule. Singurue atumtaki kartasi zikaseme, tarehe ishirini na tisa tukapige kura, atumtaki tunaenda kumkataa kwenye kura, sio kwa matusi. Taniwie radhi kwa kuchukua dakika nyingi, nimrudishie mwenyeji wangu shemigi yangu Sheikh Saidi, kama kuna swali niulizo na kama hakuna basi afanye dua tukafanye mengine, tuna mambo mengi. Afwan wazee wangu, na kuombeeni dua na kukuombeeni radhi wazee wangu wote na shemigi zangu wa Pemba. Mimi mtoto wenu Muharram Rashid Mziwanda, nimeoa hapo njuguni wingu, kwa hiyo mko wenu mie, na mkiona nafani ongezeni mwingine.